Ni mshukuru kocha wetu kocha amefanya kazi kubwa, na kama itakumbukwa kwamba alipewa timu yetu ya taifa ndani ya muda mfupi, na alionyesha uwezo wa kuunganisha vijana na kuunganisha vipaji na hatimaye kuandika historia taifa letu kuingia kwenye kumi la bora tangu wazishwaji wa mashindano haya ya mpira wa miguu Afrika kwa. Tunampongeza, lakini pia tunampongeza kwa kuaminiwa na taifa letu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kwamba sasa aishike timu yetu ya taifa kwa miaka miwili ili kujenga uwezo wa vijana wetu na kuiweka bendera yetu ya taifa si tu kwenye mlima Kilimanjaro bali kwenye bara la Afrika na dunia ikitazama ione Tanzania ikimeji kama giant wa football wa Afrika kwa kocha na mambo matatu tu. Moja, serikali imewekeza fedha kama ambavyo imewekeza kwenye miundombinu, kama ambavyo imeendelea kuwekeza kwenye timu yetu, lakini pia imeamua kuwekeza pia kwenye taaluma. Maana yake daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake ya dhati na kwa mchezaji namba moja anayetambua ya kwamba vijana wengi wa taifa letu ndoto yao si tu kuchezea hapa, ni kuvuka mipaka ya taifa letu. Katoa hizi fedha na analipa yeye mwenyewe kocha, ikiwa ni sehemu ya kuongeza tija na ufanisi wa vijana wetu katika mechi zinazokuja za AFCON. Matarajio ya Daktari Samia ni kuhakikisha kwamba timu hii inakuwa bora kuliko ilivyokuwa na inapanda viwango si tu viwango vya kafu bali vya FIFA pia. Kwa hiyo Gamondi anayo kazi kubwa ya kufanya, na maelekezo ya Daktari Samia alionipatia ni kwamba mwambie mwalimu Gamondi, kama kuna kijana wa Kitanzania yuko kokote duniani, amlete hapa, alipigania taifa lake, ili kombe 2025 27, 27 libaki hapa Tanzania. Kocha Gamondi amepewa uwanja mpana zaidi. Kwa kwamba akiona kuna kijana yuko Spain, yuko Uarabuni, yuko Marekani, yuko kwenye nchi nyingine yote lakini Mtanzania, na anaona ana kipaji na anafanya vizuri kule aliko. Rais ametupa kibali cha kuwaita watoto wote wa Kitanzania kurejea nyumbani kwao, kulipigania taifa lao. Mashindano haya ya mpira yanaweza kutafsirika kwa lugha nyepesi kama ni michezo tu. Lakini ndugu zanguni, ni uchumi. Ni umoja wa taifa letu, lakini ni heshima ya bendera yetu ambayo tumeipigania kupitia waasisi wetu na kujenga uhuru tunaofurahia leo hii. Kwa hiyo la pili au la tatu kwa Mwalimu Gamondi ni kwamba kikosi hiki ni mali yake. Kuanzia hivi leo alivyosaini, anapaswa kuandaa program nyingi as much as possible kujenga uwezo wa vijana wetu, kwa tunayo matarajio ya kwamba kuanzia leo hii